Asante wa kwa wanaoingia, kama hawezi akaketi akaketi. Kwa wanaoingia wenye kustahamili, wapite hivi, piteni hivi, piteni hivyo, afu mkaketi. Sudi, asante. Naomba tusimamishe, naomba zoezi hili kwa familia hii, maana wanashindana kulia. Basi waketi Pelekeni huyu wakaketi, asipite tena huku. Nyiwe kaketini, maanake mnashindana kulia, na hatujawahi kuona mahala watu wameshindana kulia wakabadilisha lile lilotokea. Watu walilia kutoka enzi za Yesu, lakini Yesu alifika msalabani kuthibitisha ukombozi wetu. Hatuwezi kubadilisha hili hata tukilia namna gani. Naomba baba zangu, kwanzia hapo, kwanzia hapo, mwenyekiti wa kitongoji Ligeruno alikoketi, kwanzia hapo, mwenyekiti wa Ligeruno uliko keti naomba njooni, hivi piteni hivi, na kwamba na chombo cha sadaka kiko hapo, tunaweza kufanya hivyo. Tunaomba huku tufuate. Sasa ndugu zangu, tendeni hivi, tunarudi hivi, naweka sadaka yetu Mazangu twendeni, hatutakuwa na muda mwingine baadaye. Naombeni tufanye hivyo, na kama huwezi kuangalia mwili basi, kama una sadaka yako, fika kwenye chombo cha sadaka, weka sadaka yako, itawategemeza familia hii kwa siku hizi ambazo watakuwa wametulia. Naomba tupite, tutengenezeni mstari mmoja ili tuweze kuingia na kutoka.

wanaoingia tafadhali, naomba tuingie moja kwa moja. Kwa ninyi mnaoingia, ningetamani kama mngepitia upande huu, tufanye zoezi hili la kuaga mwili, hata kwa namuda mwingine. Zimebaki dakika chache, tuweze kuendelea na ibada moja kwa moja. Naombeni vijana vijana vijana, huku ndiko mpaka kupitia huko. Kina mama, naombeni pitieni huku, pale Zakaria anakotokea Zakaria, naombeni mpiteni, kama tafanyeni, njoni pendeni hivyo atutokee kaseti. Wakati huo kama umebarikiwa sadaka mkononi, tafadhali, chombo cha sadaka kako hapo, piteni upande wa chini. Asante kule anapopita ule jamaha Kwa wote wanaoingia nojeiyo najemota, ndio tunauaga mwili. Tunaomba kama unaweza kustahimili, naomba tupite moja kwa moja ikio netol vilotutogiruta, piteni moja kwa moja ya Asante studio, naomba tena nizungumzie ni, ni, ni hili. Bwana Yesu asifiwe, ndugu zangu. Bwana asifiwe. Naomba niseme hivi, watu tutashindana kulia, tutaiharibu ibada na hakuna wa kuweza kubadilisha hili. Mama amepita na safari yake, wewe umebaki na safari yako. Tuendelee kutuliza mioyo tukimtizama Mungu